Siku za hivi karibuni niliwahi kukutana na dada mmoja ambaye amekuwa kwenye industry ya ice cream, amekuwa akifanya biashara ya ice cream kwa karibu miaka kumi, na nilipomwambia kuhusiana na biashara, na actually nilimweleza kwamba nataka kufanya biashara kama hiyo ambayo anaifanya yeye, na akaniambia kwamba ni biashara nzuri na naweza kuifanya, lakini swali la msingi ambalo aliniuliza akaniuliza why, ice cream? Na nilipomjibu akaniambia it's a good why, yani sababu yako ya kufanya ni nzuri sana. Akaniambia tofauti kubwa wakati mwingine inayofanya watu wafanikiwa wafeli ni sababu ya kufanya kuliko kufanya kwenyewe, yani kwa nini unafanya biashara unayoifanya kwa nini umeamua kuingia kwenye biashara hiyo? Sababu wakati mwingine inaweza ikakufanya usurvive muda mrefu kwenye biashara kuliko hata kufanya biashara yenyewe. Unaweza ukawa na mwendelezo, ni kweli, lakini kuna wakati unaweza usipate matokeo uliyotarajia na ukachoka, lakini ukiangalia sababu iliyokufanya uanze kufanya, kufanya biashara, unaweza ukainuka na kuendelea tena. kwa hiyo kwa maelezo yake, na kwa sababu amekuwa kwenye biashara miaka 10, akasema ameshuhudia watu wengi wakiinuka na kupotea, wakiinuka na kupotea, na sababu ni kwamba hawana strong why. Sababu ambayo inafanya au ilifanya waingie kwenye biashara haikuwa nzito au haikuwa na uzito kiasi kwamba ikawafanya wavumilie changamoto zote ambazo zinatokea kwenye biashara. Kwa unapofanya, angalia what's your why. Nini sababu inayokufanya ufanya unachokifanya? Kwa sababu sababu ni muhimu kuliko hata hicho unachofanya.